Katika utahini kuna maswali mbalimbali ambayo huenda ukaulizwa. Pengine kabla niwapishe wenzangu na mwalimu Kegode na mwalimu Kaka Bahati, ningependa kuzungumzia tu kwa ufupi kuhusu maswali ya dondoo. Kuna maswali ya dondoo na kuna maswali ya insha. Swali la dondoo, kuna ni swali ambalo mtahiniwa hutakiwa wajibu maswali kadhaa. Anaulizwa swali kisha anasema nina, anaulizwa ni nani alisema, lazima aelezee mtu ambaye alisema hayo maneno, kisha aliyasema wapi, kwa nini, na alikuwa anamwambia nani. Huwa ni hoja nne muhimu, mm ambazo lazima zizingatiwe, yani msemaji ama msemewa, mnenaji na mnenewa, ama nani, mwalimu. mm -hmm. Kisha mm -hmm. kini ama sababu na mahali lazima zie, lakini ili kuingia kwa undani, ningependa mwalimu Kegode afafanue zaidi dondoo, kisha mwalimu Kaka aendelee na maswali ya insha. mm -hmm. Mwalimu, uh, maswali ya muktadha au ya dondoo mm -hmm. huchukua sura mbalimbali -mbali. mm -hmm. Uh, utapata kuna muktadha wa moja kwa moja tu kama alivyotanguliza mm -hmm. mkubwa hapa mm -hmm. uh, kwa mfano ukurasa 36 mm -hmm. utapata dunia imebadilika, ya zamani yamepita, unaona huo ni muktadha wa moja kwa moja tunajua msemaji ni asna msemewa ni sara mm -hmm. mahali ni kwa asna na sara anasema, asna anasema hivi kwa sababu alikuwa amemweleza kuwa baadhi ya mila zimepitwa na wakati, wakati. Mm -hmm. kuna mkondo mwingine pia Uh, wa muktadha au dondoo ambalo linarejelea uzungumzi nafsia uh -huh. wa mtu fulani uh -huh. Uh, kwa mfano ukiangalia ukurasa 38 uh -huh. Neema anazungumza peke yake uh -huh. anasema, na maradhi madhila yake hayasemeki uh -huh. yakimla mtu humthakilisha, humwacha hoi, hana mbele wala nyuma, yakitaka huzichezea dawa mwajificho dawa zikiingilia huku, maradhi hutokezea pale hali, pesa zinakwenda, shughuli zinasimama, mifuko hufukarika, lakini zaidi huleta wasiwasi usioisha. Ningekuwa na uwezo, ningefanya chochote mathali ugonjwa uondoke. Dunia ina mitihani tosha, lakini panapo maradhi sugu, uzito wake haumithiliki inabaki kumwomba Mola afanye wepesi huku ukijipigapiga kutafuta jawabu, pengine kidogo ah, kwa hivyo Mm -hmm. tunaweza pewa tu Mm -hmm. hayo maelezo bila Mm -hmm. neno neema Mm -hmm. uh, tunaweza nukuliwa Mm -hmm. iliwe tu maradhi mm -hmm. madhila yake hayasemeki mm -hmm. yakimla mtu humdhakilisha. mm -hmm. kisha tufungie, kisha tuambie eleza muktadha wa dondoo hili na, na, na mm -hmm. waalimu wenzangu mm -hmm. hasa katika mchezo huu wa kitamthilia mm -hmm. Wasia na hasa tahadhari kwa mwanafunzi ni kwamba yale maneno kwenye parandesi au mabano, uh -huh. ni muhimu sana uh -huh. Sababu unakuta kuna wakati mwingine Neema anazungumza na mmewe Bunju uh -huh. Lakini bado katika wakati huo huo uh -huh. Neema sasa, kwenye mabano tunaelezwa anajizungumzia au anazungumzia hadhira uh -huh. Sasa mwanafunzi kama yupo makini katika kusoma maelekezo kwenye mabano, bado atasema Haya ni maneno ya Neema anamwambia Bunju. Bunju anakosa kujua kwamba sasa Neema hamwelekezei yale maneno mm -hmm. kwa Bunju, ameshageuza mm -hmm. anajizungumzia Sao. Kama hajizungumzii anaizungumzia hadhira. Muhimu sana kwa mwanafunzi mm -hmm. na mwalimu mm -hmm. kutambua hilo mm -hmm. umepoa dondo hili maradhi kuna alama ya nida, yani madhila yake hayasemeki yakimila mtu humthakilisha. Fafanua muktadha dondo hili mm -hmm. pengine mwalimu kwa hivyo uta, uta, utapata kwamba hmm. msemaji hmm. ni Neema hmm. msemewa, anajiambia yeye, oh, oh. nafsi yake okay. ama anajisemea hmm. anazungumza na nafsi yake eh, hmm. hmm. kwa sababu hatuna yule anayeambiwa moja kwa moja, mbona na nafsi yake mawazo yake. kwa mfano tukitumia huo mtindo wa msemaji, msemewa hmm. hivyo hivyo, hivyo. hmm. ili kudumisha kurahisisha mwanafunzi hmm lakini anaposema ni mawazo yake akiwa sebuleni pia ako sahihi. Lakini kwa ile ile dhamira ya kumdumisha mwanafunzi katika msemaji msemewa, hivyo ni kwamba tu anaweza kusema tu maneno haya ni ya neemaigia pale, kisha akasema Neema alikuwa, zile hoja nne zijitokeze wazi, mwanafunzi apate alama nne zile moja kwa moja. Ama alikuwa anazungumza na nafsi yake, alikuwa sebuleni, alisema hivi kwa sababu maradhi ya mamake alikuwa namsumbua mawazo, ilikuwa amemchukua hela nyingi, na alikuwa na shanga, mbona hayapo? Unaona. Na pia mwalimu Kegode, ikumbuke kwamba wakati mwingine ile sehemu yanamwambia huwa ni anarejelea, anarejelea, anaweza akawa katika yale mawazo, anawaza kumuhusu Bunju, Bunju hayupo, sasa ikawa kwamba anamrejelea ni kweli, alafu Uh, mkondo wa tatu ama aina ya tatu ya maswali ya muktadha, uh -huh. Ni muktadha wa majibizano uh -huh. Majibizano ambapo umepewa kauli za wahusika wawili uh -huh. wakibadilishana uh -huh. mawazo, dondo la madondo, uh, la madondo. Kwa hivyo unaweza pata kwamba mwanafunzi anapoulizwa eleza muktadha wa dondo hili, uh -huh. wakati mwingine huchanganya uh -huh. wanafunzi uh -huh. Kwa hiyo mwanafunzi, kwa mfano katika, katika ukurasa wa kumi na mbili Aha. Utapata kwamba kuna kauli kuna, kuna, kwa kwamba ninakwambia ni, ni alafu kuna a, vitone vitatu pale kumaanisha nini? Alafu chini yake kuna gangaganga ganga. Hizi zimekurejeshea tumaini. Kwa hivyo tunaona kwamba katika kueleza dondo hili, uh -huh. mwanafunzi atasema kauli ya kwanza uh -huh. ni ya Sara, uh -huh. akimwambia Dina, Dina. Uh -huh. na kauli ya ya, pili ni ya Dina uh -huh. akimjibu Sara. Uh -huh. Sara. Sawa. Walikuwa nyumbani kwa Sara, Sara, wakizungumzia namna matibabu yamempa uh -huh. na uh -huh. unaona ganga ganga hizi zinakurejeshea tumaini. Aliyosema kuwa wanao ndio mwokozi wako wakati wa shida hakukosea, ni kama akiba isiyooza. Hmm? Kwa hivyo ni mkondo wa tatu kabisa nafikiri, na, na, mm. Na pia hilo linazua mm. Wanafunzi wasiji wakafikiria tu kwamba swali la dondoo lazima litakuwa ni alama nne mm. Inaweza ikatokea swali ile ni alama tano Aa, au, miu, au, zi, zi, zi. au zaidi mm -hmm. Hasa muktadha ukiwa unahusisha madondoo mm -hmm. mawili mawili mm. Kwao tunaona kwamba hiyo ni njia ya tatu ya kuuliza swali la dondoo mm -hmm. Kuna njia ya nne mm -hmm. ambapo ni muktadha mm -hmm. au dondoo katika ambao unatolewa katika mbinu fulani au mtindo fulani mm -hmm. kwa mfano, katika barua ah, dondoo la kimtindo kwamba limetolewa, mm -hmm. ndani ya mtindo fulani mm -hmm. lile dondoo linapotolewa katika mtindo huo, lazima pia uturejeshe kwenye ah mahali imetoka, kusema ni maneno ya huyu katika, katika barua, barua. Unaona sasa. Kwa mfano eh, kutoka mm -hmm. katika usomaji usomaji kando, ukurasa ishirini na nne, huyu naye na maneno ni mpaka nimwambie kila kitu Unaona pale ambapo pale ambapo Neema alikuwa wakati Bela aliuliza maswali mengi mm. tunaambiwa Neema aliingia katika usemaji kando mm. Unaona usemaji hapo mm -hmm. kando mm -hmm. unaona sasa, mm -hmm. kwa hivyo hiyo ni mbinu mm -hmm. mbinu ya usemaji kando mm -hmm. si ni kweli? mm -hmm. Lakini unaona maneno yale yamenukuliwa pale, kwa hivyo mm -hmm. ni dondo mm -hmm. kwa hivyo utasema ni maneno ya Neema uh -huh. Katika usemaji kando unaona. uh -huh. uh -huh. Na katika ule usemaji kando, labda alikuwa anazungumza na hadhira kwa uh hivyo -huh. Inategemea ni mbinu gani imetumika pale. uh -huh. Kama ni usemaji kando, basi itabidi utukumbushe kwamba yanatokea katika usemaji kando. Nina ma swali uh -huh. Mwalimu Kegode, uh -huh. je, kama kwenye mabano tumeambiwa akieleza akizungumzia hadhira basi, mwanafunzi atasema kwa hadhira. Sahihi kabisa, ni maneno ya kwa mfano Neema kwa hadhira. Na je, mm -hmm. kama kwenye mabano hapata kuwa pameandikwa chochote mwanafunzi akisema, mm -hmm. haya ni maneno ya uh, Neema mm -hmm. akijizungumzia atakuwa amekosea? Mm -hmm. hatakuwa amekosea, kwa sababu katika uzungumzi nafsi pia ni mbinu. Ni mbinu. Mm -hmm. ni mbinu. Unaona, sasa ni vile kuna uh, uzungumzi nafsi mwingine unaenda zaidi, ni unaonyesha athari ya mambo fulani kwa mtu mm. Eh, kwa hivyo kama ni mbinu ya barua ni kutoka kwenye barua, kwenye barua. Kama ni katika wimbo, katika wimbo lazima ataje mm -hmm. unaona mm -hmm. Alafu atuambie aliyekuwa anasema alikuwa wapi, so. Wakati mbinu alipokea kama ni barua, alipoipokea alikuwa wapi mm -hmm. Alipoisoma alipo, alikuwa wapi mm -hmm. Eh, ni katika tamthilia hii kuna sio mandhari ya barua, ni mandhari ya anarejelea, anarejelea barua. Sio barua. Barua. Eh, alikuwa wapi Akimu? ipitia so, hivyo uh, muktadha wa mbinu uh -huh. Alafu kuna swali la muktadha kutokana kuhusu kumbukumbu -kumbu za maneno halisi ya mtu mwingine uh -huh. Ehe, uh, maneno ya mtu mwingine ambayo yametokea katika kumbukumbu -kumbu za mtu hebu, uh -huh. kumbuka kwamba kuna, kuna mahali ambapo oh, Neema anarejelea maneno aliyoambiwa na mama yake kuhusu Bunju, huyu Bunju ni ndugu yenu. <laughs> <mimitra> unaona ni <mimitra> ndugu yenu. Kwa hiyo, unaona anakumbuka yale maneno, kihalisia ni maneno ya Neema <mimitra> lakini anatokea katika mawazo ya ya nani ya, ya, ya Neema anapoona usaidizi ambao amepewa, kwa hivyo katika kuzungumza lazima maneno yale yapewe mwenyewe mhasisi mwenyewe Aha. yale maneno unaona sasa Aha. aseme haya ni maneno ya, ya Sara, ya Sara yanampitikia mawazoni. Au, nani ya ama yakikumbukwa na, na. Mm. ama mm. ni Neema nakumbuka eh. maneno eh. ya kesara ya mm. lakini katika kusema mahali lazima atueleze <coughs> huyu anayekumbuka ako wapi wakati huo sasa, si yule aliyesema, si yule aliyesema. Kwa nini atuambie yule aliyekumbuka mm. mm. kwa sababu kuna sababu ya huyu mtu kukumbuka. Sababu ndio tunaifuata sasa, unaona kwa hivyo, muktadha ule una mhitaji mwanafunzi kuelewa mambo kwa njia hiyo. Alafu mwisho kabisa, kuhusu mkondo wa sita wa maswali ya muktadha, maswali ya muktadha yanaweza kuwa ni maelezo ya mwandishi kuhusu muhusika fulani na jambo fulani. Kwa mfano, tukiangalia kuna, kuna pale ambapo kwenye blabu Hili blabu lina maelezo ya mwandishi mwandishilasu linaweza toka <laughs> hapa <laughs> kweli kabisa, katueleza Ma... tu vizuri kwamba ukiangalia blabu, ukiangalia tu blabu, u ukiangalia tu blabu. Na wengi, okay. Wajua wengi wa wanafunzi hawasomi Aha. Aha. blabu, kwa hivyo ukasikia baina yao kuna mitikiso inayo tishia familia, familia ndoa na mahusiano ya kijiji. Kuna kushutuma shaka na kadhalika, unaona. uh -huh. Hayo si maneno ya mtu. uh -huh. Ni maelezo ya mwandishi mwenyewe. uh -huh. Hata katika baadhi ya vitabu hasa katika riwaya uh -huh. unapata kwamba mwandishi wakati mwingine badala ya maneno hayo ya mabanoni huwa yanatokea kama sehemu ya maelezo. uh -huh. Kwa hivyo, katika kujibu swali la muktadha la aina hiyo lazima mwandishi mwanafunzi atatuambia, uh -huh. haya ni maelezo, uh -huh. ya mwandishi alafu kuhusu huyo mhusika ambaye anamweleza kuhusu. Kama ni wengi anawataja wote, kama ni mmoja anamtaja. Anamrejelea mhusika huyo kwa nini? Anamrejelea ipo sababu, atueleze hiyo sababu. Na mhusika huyo anayerejelewa alikuwa wapi? Alikuwa wapi akirejelewa hivi. Asante sana mwalimu. Asante haya, tumemaliza sana maswali ya ya dondoo ama muktadha. Shukran kwa kutazama uchambuzi huu. Usisahau kulike share na kusubscribe. FYI, unaweza kuitazama filamu yenyewe ya Bembea ya Maisha kwenye app yetu ya Soma Sasa ambayo inapatikana kwenye Play Store. Wasalam.